mbunge wa Soy David Kiplagat anasema maisha yake yako hatarini na anaandamwa na watu wasiojulikana baada ya kupatikana vijikaratasi vyenye ujumbe wa kumwonya kutupwa nje ya lango la nyumba yake huko Uasin Gishu. Wakazi wenye hasira waliandamana na kufunga barabara kuu ya Eldoret Ziwa kwa saa sita kushinikiza serikali kumpa ulinzi wa kutosha mbunge huyo, anawashukiwa kukamatwa mara moja. Atuweze kuvali mwezimu ya ya zoi awawe, tunataka mwezimu wa patiwe security na kama hakuna security, sisi tutakuja hapa, sisi tutakuwa security ya mwezimu wa na tutawaki, tutalala hapa na sisi ni watu wa amani, sisi ni watu wa amani, lakini kama hakuna security ya mwezimu, sisi tutajunga Mr. Murkomen popote mahali alipo kama anasikia saa hii ama ataona baadaye, please Mr. DK, mpatie security ya kutosha. Tumeamkia jambo la kustaajabisha, eti mtu anasambaza vijikaratasi vya kumtishia maisha ya mheshimiwa mjumbe. Mheshimiwa DK, hiyo tunasema la.